Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki. Sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 076 813 Nane moja tatu. Imepita miaka 113 tangu kuzama kwa meli ya Titanic baada ya kugonga barafu katika bahari ya Atlantic ya Kaskazini wakati wa safari yake ya kwanza mnamo Aprili 14 mwaka 1912 na na kusababisha takribani vifo vya watu 1500. Haya ni baadhi ya mambo ya kushangaza kuhusu Titanic. Titanic ilikuwa na gazeti lake lililochapishwa kila siku ndani ya meli bendi ya wanamziki nane iliendelea kupiga mziki ili kuhakikishia abiria utulivu hata wakati meli ilikuwa ikizama. Kulikuwa na boti ishirini za kuokolea ambazo zingeweza kubeba takribani watu elfu moja pekee. Mtu wa mwisho aliyenusurika kwenye ajali ya Titanic alifariki mwaka elfu mbili na tisa. Milvina Dean alikuwa na umri wa miezi miwili tu wakati wa ajali. Alifariki akiwa na umri wa miaka 97. Kwa miaka 73 tangu izame mabaki ya Titanic hayakuwahi kupatikana hadi mwaka elfu moja 1985 yalipogunduliwa na Robert Ballard wakati wa misheni ya siri ya jeshi la wanamaji la Marekani. Kulikuwa na manusura kutoka Japani ambaye badala ya kusherekewa alionea aibu na kuitwa moga kwa sababu hakufa kwa heshima kama ilivyotarajiwa katika utamaduni wa taifa lake. Bomba la nne la kutolea moshi kwenye Titanic halikuwa halisi. Japo ilionekana kuwa na mabomba manne, matatu tu ndio yalikuwa na kazi. La nne liliongezwa kwa ajili ya mwonekano mzuri pekee. Kulikuwa na meli nyingine ya ajabu karibu takriban kilomita 16 kutoka Titanic, lakini haikutoa msaada wala kujibu ishara za hatari. Wafanyakazi wake hawakugundua kuwa Titanic ilikuwa katika shida hadi pale ilipokuwa tayari kuchelewa. Mabaki ya Titanic yapo kwenye kina cha takribani futi 12500 sawa na takribani kilomita 3.8 chini ya usawa wa bahari katika bahari ya Atlantic ya Kaskazini, karibu kilomita 740 kusini mashariki mwa Newfoundland, Canada. Imegawanyika vipande viwili vikubwa vilivyo umbali wa mita 600 kati yake. Safari ya mwisho iliyojulikana kimataifa ya kutembelea mabaki ya Titanic ilimalizika kwa janga baada ya watu watano kufariki dunia kufuatia mlipuko wa kushangaza ndani ya chombo chini ya bahari mnamo Juni mwaka 2023. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.